Kabla sijajiunga na chuo, je, nianze kusoma nini? Kwa wale wanafunzi wa kozi za afya, kama hili ndio swali lako, basi mimi nakwambia kwamba kwa kweli, kwa sasa hivi usianze, na nitakupa sababu mbili za msingi, alafu nitakwambia nini cha kufanya. Mimi Dr. Adnan, nimekuwa rafiki yako na mshauri wa wanafunzi kwa zaidi ya miaka kumi sasa. Kwa hiyo, kitu cha kwanza cha wewe kufahamu ni kwamba masomo ya vyuo vya afya na vyuo vyote yamepangwa katika semester. Nilishaelezea semester ni nini. Kwa hiyo semester ya kwanza ina masomo yake na semester ya pili ina masomo yake. Kwa hiyo wewe hujua mpangilio, kwa hiyo achana nao. Namba mbili, ni kwamba ukiwa kule shuleni, kuna namna nzuri kabisa walimu watakusaidia wewe kuelewa. Kwa hiyo sasa hivi wewe achana nayo, huna haja ya kujipa stress sasa hivi kusoma. Sasa nini ufanye? Ni wewe kuhakikisha unapata notes, vitabu wakati wowote utakapohitaji, utapata wapi? Vitu ni kwamba download Afya Colleges app, utakuta kuna kila kitu mle ndani. Mpaka wakati kati mwingine, endelea kuwa mtaalamu bora wa afya. Stay safe.